Waandishi wa habari wa tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya tukio la kifo cha Bibi Atugafile Mtulo, huyu ni mbena miaka 90 mkazi wa Igima, kilichotokea siku ya tarehe mbili mwezi wa 3 2025 nyumbani kwake Igima. Ni kwamba Bibi Atugafile Mtulo alifikishwa katika kituo cha polisi Igwachanya Wanging'ombe tarehe kumi na tano mwezi wa pili na baadaye katika hospitali ya wilaya Wanging'ombe ambapo alipatiwa matibabu ya majeraha aliyokuwa nayo usoni huku akiwa hawezi kuzungumza jambo lolote. Wanandugu ambao walifika naye katika kituo cha polisi na baadaye hospitali waliendelea kumuhudumia hadi tarehe ishirini aliporuhusiwa kutoka hospitali na kurudi nyumbani kwake toka tarehe ishirini mwezi wa pili ishirini ishirini na tano bibi Atugafile Mtulo aliendelea kupata matibabu akiwa nyumbani akiwa anauguzwa na wanaye hadi ilipofika tarehe mbili ya mwezi wa tatu alipopoteza maisha. Wakati wa mazishi yake siku ya tarehe tatu mwezi wa tatu kulitokea swala la sitofahamu baada ya wanasiasa kuingilia katika msiba huo na kulitaka jeshi la polisi kutoa taarifa au majibu mpaka ifikapo tarehe kumi na saba la sivyo wataandamana. Niwaombe tu wananchi tuyapuuze maagizo hayo ya hao wanasiasa ambao wanasema kwamba wataandamana tarehe kumi na saba, lakini vile vile tutahadharishe umma kwamba maandamano ya aina yeyote yapo kwa mujibu wa sheria na kukiuka kwa kufanya maandamano hayo, jeshi la polisi tutawachukulia hatua watu wote watakaoandamana kwa mujibu wa sheria. Niwaombe tu wananchi wa Njombe waendelee kukaa kimya. Jeshi la polisi tunaendelea na uchunguzi, na wale wote waliohusika na tukio hili watakapokuwa wamebainika watakamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Tuungane kwenye hili. bila kujali itikadi zetu tupate suluhisho, nimesema tutaanga makao makuu ya jeshi la polisi Wangingombe kuuliza hatima ya misibahii upelelezi umafikio yapi? Nisikilizeni, hakuna wa kuwapiga mabomu, hakuna wa kuwazuia, ni haki yenu ya kikatiba. Tumekuja mwihale bila matatizo mwihale la na tuitehuuta upeleesi ufiile huina

ishi umeishi, ishije? Umezalisha nini? Umefanya nini kitakachofanya wana Igima wakukumbuke? Yaani, umefanya nini? Kuishi sana sio shida. Je, yes, siku ya msiba wako watu watasema nini? Leo hii bibi wa watu alikuwa mwanachama wa Chadema, sio tu kuwa mwanachama wa Chadema. Hata wewe mwingine usikubali kuishi bila chama chochote, bila kuamini kwamba mimi naamini katika sera za CCM au mimi naamini katika sera za Chadema ukania

Au natuseme dola alifurihitikifanye. Eh? Hayo dola alifurihale lihabi. Au oh ndo tuta, tutasema hivyo. Habari, karibu Mwitandala shopping center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote.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 Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.